Umewahi kujiuliza kuhusu nguvu ya kweli ya maombi? Leo nataka kushiriki nanyi siri ya ushindi wa Mkristo. Yote imefungwa katika jambo moja rahisi lakini lenye maana kubwa: maombi. Biblia inatuambia katika 1 wa Thesalonike 5:17 tusali bila kukoma, na katika Yakobo 5:16 inasema maombi ya mwenye haki yana nguvu na yanafaa. Maandiko haya siyo maneno tu kwenye ukurasa, ni wito wa kuchukua hatua. Maombi ni njia yetu ya moja kwa moja kwa Mungu. Ni jinsi tunavyowasiliana naye, kushiriki mioyo yetu na kutafuta mwongozo wake. Tunapoomba, tunaimarisha uhusiano wetu na Mungu. Ni kama kuzungumza na rafiki wa karibu. Zaidi tunavyowasiliana, ndivyo uhusiano wetu unavyozidi kuwa wa kina. Lakini maombi hufanya zaidi ya kutuunganisha na Mungu, inaleta amani ya ndani katika nyakati za machafuko na kuchanganyikiwa. Maombi yanatuweka sawa. Yanatukumbusha kwamba Mungu ndiye anayedhibiti na tunaweza kumwamini yeye na wasiwasi na hofu zetu. Maombi pia yanatusaidia kushinda majaribu na changamoto za maisha. Tunapokabiliwa na changamoto, maombi yanatupa nguvu ya kuvumilia. Yanatupa hekima na ujasiri wa kupitia hali ngumu. Kupitia maombi, tunaweza kupata nguvu za Mungu katika maisha yetu. Kuna, us. Kuna ushuhuda mwingi wa waumini ambao wameshuhudia miujiza kupitia maombi. Katika nyakati za ugonjwa, shida za kifedha au mahusiano yaliyovunjika, Mungu amejitokeza kwa njia za kimiujiza. Hadithi hizi zinatukumbusha kwamba Mungu anasikiliza kila wakati, na anajibu maombi yetu kulingana na mapenzi yake kamilifu. Kwa hivyo, Tunawezaje kujenga maisha ya maombi ya kudumu? Hapa kuna vidokezo vichache. Kwanza, tenga muda maalum wa maombi kila siku. Pata mahali pa utulivu ambapo unaweza kuzingatia na kumimina moyo wako kwa Mungu. Pili, kuwa mwaminifu na wazi katika maombi yako. Mungu anajua moyo wako, kwa hivyo usiogope kushiriki hisia zako za kweli na mapambano yako. Tatu, jumuisha maandiko katika maombi yako. Kuomba neno la Mungu kunatukumbusha ahadi zake na kunaimarisha imani yetu. Na mwishowe, kuwa mvumilivu. Usikate tama ikiwa hautaona majibu ya haraka. Endelea kuomba ukiamini kwamba Mungu anafanya kazi nyuma ya pazia. Kumbuka, maombi yana nguvu. Ni siri ya ushindi wa Mkristo. Tujiweke kusali bila kukoma, tukijua kwamba maombi yetu yana nguvu na yanafaa. Asante kwa kutazama. Ikiwa umetiwa moyo na ujumbe huu, usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Na kila wakati kumbuka nguvu ya maombi.